Maneno yanayozungumziwa kwamba patakuwa serikali ya, ya, ya mpito ya muungano hatujui yanatokana na, na sheria gani ya Kongo kwa sababu rais aliyopo sasa ametoka kunyakua mamlaka kwa uchaguzi kwa asilimia makumi saba zaidi. Sasa ana control saa hii uh, bunge ana karibu ya mia ine makumi tano ya wanabunge juu ya mia, mia, mia tano mia moja, mia moja ana waseneti karibu mia moja juu ya mia moja makumi mbili, anakuwa na, na, na, na, na court kuu, kila chochote anatawala. Hatujui kusema anatafuta kufanya serikali ya, ya, ya, ya muungano. Anaogopa nini? Anatafuta nini? Sababu kikatiba anatawala, ana mamlaka yote. Hasa hi, hii uoga anakuwa nayo, hatujui inatokana na nini. Ndio maana sisi tunafikiria kwamba kisheria hatuwezi kuchangia ile u, u, ule, ule mchanganano wa wale waliweza na sisi ambao hatukushiriki uchaguzi. Sababu kwanza ijulikane kwamba sisi PPRD ya raisi mustaafu Joseph Kabila Kabange hatukushiriki uchaguzi, tulilia ya kwamba huu uchaguzi unatembea vibaya. Sisi hatumo na wala hatukuorozeshwa, alafu tutakuja kuchangia serikali yake kama nani? Sababu sisi hatukuorozeshwa na tulipinga ile mwenendo wa wa, wa, wa uchaguzi. Kama anatafuta kufanya serikali ya muungano, ni kusema, anasema tulisema kweli ya kwamba e, tume huru ya bwana Kadima ilikuja kuiba Wakongomani. Ni ile sasa mwenyewe anatafuta kutamka na Wakongomani bado hawajajua, na sisi tunachunga aifikie. Lakini Rais Chisekedi anasema ni kwa ajili ili wananchi wote waungane kwa ajili ya kupambana na uvamizi wa Kongo. Nani nani aliwagawa sasa? Angeulizwa kwanza unatafuta waungane wa nani waligawa waligawa na nani? Kwa sababu wakati alifanya uchaguzi wa jeuri, wakudharau kila mtu, ni mwenyewe wa akagawa watu. Wakati aliye kukamata mtu ambaye hakufanya jeshi na akiwa ndugu yake anamfanya kuwa general, ni yeye aligawa jeshi. Wakati aliye kufanya ma, ma, ma, ma, masemi eh, eh, kuhutubia watu ya kwamba wale Waswahili si watu, wale Waswahili na Wanyarwanda si, wakati alileta ile magawanyiko, ni mwenyewe aligawa watu. Sasa anapenda kisha kuwa akisha kuleta shida sisi twende tumsaidie kutatua. Hapana, anasema Kongo inavamiwa. Inavamiwa na nani? Si hawa wageni wake aliowakaribisha mwenyewe? Hawa wanakuwa hapa Goma, mimi nazungumza nikiwa Goma. Hawa wanaokuwa Goma leo bado hawajaingia Kongu kama kama wavamizi. Walipokelewa Kinshasa, ndugu mpasha habari, walipokelewa miezi kumi na mine. Walila, walivalishwa, walichukuliwa, walifurahishwa kuliko mimi mkongomani ambaye sijawahi kuvamia hiji. Na kama wamefika hapa sisi kabila na chama chake FCC na PPRD. Kwanza PPRD ambayo mimi na, na, na, na, na, na, na zingatia wakati huu ninafikiri kwamba hawawezi kutudanganya hata dakika hiyo moja. Ni wageni wake, na wakati walishindwa kusikilizana kugabula kale kama kati yao ya ndani ya hoteli hapo Kinshasa, ndio inaleta hii tunakuwa ndani yake. Sababu nitakuambia ya kwamba hapa tunatawaliwa na Nanga. Nani alimfanya Tshisekedi kuwa rais? Sio Nanga. Usema rais anajua ya kwamba siku moja akawaita akawalisha akawavika, hatujui waliwapea nini na mapatano waliokuwa nayo hatuyajui. Wakati wanarudi hatujui walitoka namo na gani kichasa wafike tena kuanze hapa Sarambwe, waanze tena vita, na sasa wao wamefika hapa. Nafikiri nao siku moja watatamka kusema kitu kilitutuma ni hiki, sababu wakati tulipopatana tulikosewa jambo fulani. Ni ile mimi ninachunga nisikie ndugu zetu wa M23, ndugu zetu wa AFC watusikilishe sisi ambao wametutawala sasa, sababu hatujui wanafia nini, na unajua ya kwamba bado hawajafika hapa wangali porini zao, pakatiwa hapa serikali ya kijeshi. Serikali iliyochaguliwa ya bunge iliyochaguliwa na raia ikaondolewa, pakatiwa serikali ya kijeshi. Hatujui lilitafuta kutega nini. Mtu hakutembea tena usiku, usitoke ikienea saa 12, majira ingia kwako. Tukatawaliwa kwa nguvu, hatujajua tulifia nini. Watu walilia mwitoshe, mwiondoe, mwiondoe mpaka rafiki yake Chisekedi bwana Nanga alipofika basi nayo Ikakwisha. Hatujui kuna mapatano gani? Sasa hivi Rais Joseph Kabila ametangaza kwamba anarudi nyumbani. nini nini kilimpelekea kwanza kukimbia, na nini kinacha, yeye anasema anarudi nyumbani? Ni nani anasema kama Joseph Kabila alikimbia? Wakati Joseph Kabila alikimbia, au unasema alikimbia, alitoka injini, alitoka Kinshasa, ilikuwa kwa ndege, inajulikana na watu wote. Aa, alipanda ndege, akawa na kitabu cha katiba mkononi mwake passport, kitabu chake cha katiba, la katiba ya Kongo alikuwa nayo kumkononi mwake akashuka Lubumbashi, akakaa katika mashamba yake. Wakati muda ulipotimia kwamba aendee shule lake, sababu anakuwa sasa mwanafunzi wa chuo kikuu huko South Africa, akatoka katika uh, barabara ya Kasumbalesa akaendelea na magari mpaka kwenda kufanya shule lake. Na mwenyewe alisema ya kwamba nimesikia habari nyumbani ya kwamba mambo hayatembei hayaboreki Ninaacha kwanza kidogo shule langu niende nichangize kusaidia wakongomani tulete amani. Mimi sifikiri kama ni jambo la kushinda watu wanasumbua, sababu elfu mbili na moja nchi yetu ilikuwa haipo, ilikuwa imegabuliwa mikononi mwa wanyang'anyi na wale wanyang'anyi leo wanakuwa katika Union Sacree. Sipendi kuwasema majina. Nchi ilikuwa imegabuliwa. Rais Kabila alikuwa na miaka makumi mbili na kenda alitiwa pale kwa kukomboa baba yake mzee Laurent Desire katika miezi iliyofuata kila mtu alifikiri kale katoto watakaoa, kakaonyesha ya kwamba kalikuwa na hekima ya Mungu. Kakawakusanya maprofesa, kakawakusanya majeshi, kakawakusanya wale watu wanaotumiwa na wageni wote, muje hapa mukae Kinchasa, mugabule mamadaraka, muache wakongomani wapumue. Watu wakakimbilia vyeo Kinchasa, wakatoa vita, ikanyamaza. Lakini huyu wakati anasema atarudi tena ni wakati anaona ya kwamba nina experience ile niliwafanyia wakongomani na miaka makumi mbili na kenda hasa makumi tatu na makumi tano, ninafikiri kama nitakuja kuwasaidia wakongomani. Hii ndio inamuleta.